Nimekuja e, kwa ajili ya ku nilisema mimi ni ku update taarifa zangu, lakini kaambua kwa utaratibu inabidi niandikishwe upya. Nashukuru zoezi limekwenda vizuri, sikuona kama kuna kikwazo chochote mimi cho. Nadhani kuna e, kuna mambo mawili, tume ya uchaguzi na majukumu yao wanayofanya kwa kiasi chao, lakini na taasisi nyingine e, sisi kama vyama Uh, lakini taasisi kama NGO nyingine lakini hata na nyinyi kama waandishi wa habari, nadhani hii ni kazi yetu sote na mimi naamini kwamba tumeifanya kazi hiyo vizuri, ndio maana watu wamejitokeza kuja kujiandikisha. Uh, mimi kwanza nilipiga kura toka mwaka tisini uh, na sijawahi kukosa kupiga kura, lakini uh, mwaka ishirini ishirini bahati mbali kuwa na kazi za E, za watu nje ya nchi, na kwa hivyo, wakati ule wa kuupdate daftari e, siku sikuwepo, na nilidhani tu kwamba kinachohitajika ni pengine ku, e, kuja na kitu lakini kitambulisho lilikuwa nacho, lakini nilidhani kwamba pengine ni ku, kuja kuupdate taarifa zangu kwenye kitambulisho, maanake hata picha ilikuwa ya zamani kidogo ukiniona toka niko Othmani mpaka leo hivi nilivyo. <laughs> Kwa hivyo lakini nilipouliza kwa utaratibu, kila baada ya miaka kumi na tano e, tume ya uchaguzi wana update, e, daftari na kwa hivyo itabidi e, kwa sababu inabidi niandikishe tena, lakini si kwa sababu e, sikuwa mpiga kura, ikuwa mpiga kura, nilikuwemo kwenye PVR nilikuwa na exercise hiyo na, na haki yangu ya kupiga kura shirini ishirini sikuwepo, kama nilivyokuambia, na ndio maana imebidi nije ni update taarifa zangu, lakini uko nyuma, na mpaka hii leo nilipokuja ku update taarifa zangu nilikuwa naamini nimo kwenye PVR na nimpiga kura kwanza. E, e, suala la ukazi ni suala la kisharia Mi nilipohama Mpendae nilihamia Maisara, baada ya Maisara nikahamia Chukwani, moto humo sijatimiza kujiandikisha kwa mpiga kura katika katika e, Chukwani pana Maisara. Kwa hivyo pahala pekee ni hapa Mpendae, ndio sheria inavyosema. Kwa hivyo nadhani hilo halina shida. Hili la Angola sisi wenyewe tulikuwa tunajua utaratibu wetu wa kurudi ili tuanze kujiandikisha kuwa mpiga kura siku ya leo, kama mnavyoshuhudia kwamba tumemwandikisha mpiga kura mpya ambaye ni makamo wa kwanza wa rais. Alikuja kujiandikisha katika kituo hichi ambapo kisheria ana haki ya kuweza kujiandikisha katika kituo hichi ambacho amekosha kujiandikisha, kwa sababu kama unavyojua sifa ya ukazi ni miaka mitatu. Kwa hiyo katika hayo maeneo ambayo ameishi hakutimiza miaka mitatu, na na hapa ndipo ambapo ametimiza miaka mitatu na ameweza kuja kuandikishwa kama mpiga kura, kwa zoezi hili tunavyolifanya kwamba wanaokuja wote ni wapiga kura wapya, kwa maana hawakupiga kura uchaguzi wa mwaka 2020 kwa mantiki hiyo, na yeye kama ni mwananchi, ni mpiga kura mpya, ameandikishwa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2020 na... Um, mpaka sasa hivi kwa upande wetu hakuna sehemu ambapo tumekengeuka sheria katika kifungu chochote, lakini tunachojua kwamba zoezi la kwanza ni kuandikishwa, lakini tume uchaguzi ya uchaguzi wa Zanzibar baada ya kumaliza, manake mle ndani ya chumba kuna mawakala na shehana wote, wameridhia wame kuandikishwa kwake lakini kuna hatua moja ya wananchi ambao tume ya uchaguzi itaweka daftari kwa muda wa siku saba na wanaweza wananchi ambao wameandikishwa katika daftari hili wanaweza kuweka pingamizi. Hiyo ni sheria, iko wazi, na isipotokezea, manake huyo mtu tayari amekuwa valid kuwepo katika shehia hiyo, na atakuwa mpiga kura kweli. Na uandikishaji umeenda vizuri karibu vituo vyote ambavyo tumeweka kwa ajili ya uandikishaji, watu wengi wamejitokeza na kumekuwa na hali ya usalama, na kubwa ambalo sisi tumekuwa tukifanya wakati tunapita kwenye vituo tulikuwa tunawasikiliza zaidi mawakala. Kuna mawakala wa vyama ambao wameweka, lakini wote mawakala wamehakikisha kwamba zoezi kwa nenda vizuri. Changamoto ambazo zimetokea ni chache sana, ingawa kama mnakumbuka, tulipoanza Micheweni siku ya kwanza tulipata matatizo ambapo kuna baadhi ya wananchi ambao vitambulisho vyao vilikuwa ni vipya taarifa zao zilikuwa hazionekani, lakini ile tatizo lilitatuliwa siku ile ile na hatotokea tena tatizo kama hilo. Kwa hiyo sisi tulikuwa makadirio yetu ni kuandikisha wapiga kura wapya uh, 78922 na leo ni siku ya mwisho ambao ndo tuko katika wilaya yetu ya mwisho wilaya Mjini, na kwa watu ambao tayari tumeshawaandikisha makadirio ambayo yalikuwa yamewekwa mpaka sasa hivi tumeavuka lakini hatuwezi kutoa uh, makadirio, I mean kutoa takwimu kamili mpaka zoezi litakamilika. Baada ya kumaliza zoezi tutakaa kwa ajili ya kuweza kuchakata ze taarifa, maanake baadaye tutakuwa tunatoa tunaangalia waandikishaji ambao wameandikishwa kwa, kwa mujibu wa rika zao. Wananchi wamejitokeza kwa wingi kutimiza haki yao ya msingi ambayo hii ni fursa ya mwisho. Ni zoezi la pili hili la uandikishaji. Ah, changamoto naona hapa na changamoto watu wa wengi ni kutokana na watu kuelewa na kujitambua kuona kama hii ni haki ya msingi kwa hiyo ah, okay. hawataki kuipoteza fursa hii, na mpaka sasa hivi hakuna changamoto yote iliyotokea na kila kitu kinakwenda vizuri. Tulipofika asubuhi, vituo watu wa uandikishaji wamefika mapema na sisi tulipofika tukaanza tuka na huduma. Yeah.